Karibu kwenye channel yetu hii ya Daily Life TZ. Kama ni mara yako ya kwanza, tunaomba usubscribe hapo ili uweze kutazama video zetu kila siku. Aa, leo tutakuja kuonyesha namna gani tunatoa hizi koili za pampu kwa njia rahisi. Kwa hiyo hem, tuone hapa. Kwanza kabisa tumeandaa jiko letu hivyo vizuri la mkaa, then tumeifungua hiyo pampu kila kitu tumetoa zile faiba zote. Baada ya hapo, tumeiweka kwenye jiko letu kama inavyoonekana hapo, ehe, na tunasubiri ipate moto, theni tutaona namna gani tunaitoa iko ili ya umu ndani mu. Kwa hiyo uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa video hii, ili uweze kujifunza njia gani rahisi kwa ajili ya kutoa pampu.

d kumepinda sasa, so, hapa kabla haijapoa, chukua nani, chukua kile kifuniko tufunge hapa jua, ili tukinyoshe, kipoa imepoa moja kwa moja au vipi? Ah, e chapu basi, kabla hakijapoa kina moto eh.